Habari za wakati hute na mfuatiliaji wa Kankono TV. Karibu tuangazie vita vinavyoendelea kurindima huko Mashariki ya Kati kati ya Israel na Iran. Naitwa Ramadhani Fupi. Vikosi vya jeshi la Iran vimedungua ndege ya kivita ya Israel aina ya F-35 ambayo ilitumwa na vikosi vya jeshi la Israel kwa lengo la kufanya mashambulizi ndani ya Iran. Kulingana na taarifa iliyotolewa na jeshi la Iran, inasema kwamba tangu Israel ilipoanzisha vita dhidi ya Iran siku ya Ijumaa, Iran imefanikiwa kuangusha ndege tatu aina ya F-35 ambazo zilitumwa na jeshi la Israel kwa lengo la kufanya mashambulizi mazito huko nchini Iran. Ndege hizo zote za F-35 kutoka nchini Israel zimeangushwa na jeshi la Iran kwa kutumia mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran ambayo imetengenezwa na Wairani wenyewe. Hata hivyo, kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na jeshi la Iran inasema kwamba rubani wa ndege hiyo aina ya F-35, ndege ya kisasa zaidi iliyotengenezwa nchini Marekani, alijirusha kwa kutumia parachuti na mpaka sasa bado yupo hai na anashikiliwa na jeshi la Iran. Hali ya wasiwasi wasi na hofu inaendelea kutanda mashariki ya kati, na hii ni kutokana na vita vinavyoendelea kurindima kila uchao. Israel siku ya Ijumaa ilifanya mashambulizi mazito katika baadhi ya vituo vya nyuklia pamoja na kambi za kijeshi nchini Iran, jambo ambalo lilijibiwa vikali na vikosi vya Iran siku hiyo hiyo na kusababisha uharibifu mkubwa kwenye vituo vya kijeshi vya Israel vipatavyo mia na hamsini. Ndege za F-35 ni ndege za kisasa zaidi za kizazi cha tano zilizotengenezwa na kampuni ya anga iliyopo nchini Marekani. Vikosi vya jeshi la Israel ni miongoni mwa majeshi machache ulimwenguni yaliyopewa idhini na Marekani kutumia ndege hizo aina ya F-35 ambazo ni za kizazi cha tano. Ndege hizi aina ya F-35 ni ndege za kisasa zaidi zenye uwezo wa kukwepa rada za adui. Lakini mbali na uwezo huo, wakati huu ndege hizo zimeshindwa kukwepa rada za adui, hasa mbele ya Iran, na hatimaye Iran imefanikiwa kuzidungua na kuziangusha ndege hizo. Mfuatiliaji wa kankono TV, Israel na Iran bado wanazidi kuiweka roho juu. Mashariki ya Kati bado mashambulizi yanaendelea kuripotiwa kila upande, bado mashambulizi yanaendelea kuripotiwa kutoka pande zote mbili, kutoka Iran kwenda Israel pia kutoka Israel kwenda Iran. Basi na wewe endelea kutufuatilia ili uweze kupata taarifa zaidi, lakini usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomments. Naitwa Ramadhani Fupi.